Sio kila ulianza naye safari ya maisha basi utamaliza naye. Kuna wengine wataishia njiani tu, isikuume. Maisha ni kama safari, na sisi wanadamu ndio wasafiri kwenye hiyo safari, na kila mtu ana kituo chake cha kushuka. Kuna mwingine anaweza akakuacha njiani, kumbe yeye ndo kashafika kwenye kituo chake, anatakiwa ashuke. Utakuta mtu labda alianza mahusiano na mtu tokea shule ya msingi dada wa watu, akafika chuo akaona bora amwache ule kaka aliyetoka naye shule ya msingi ule kaka. Usiumie sana, kwa sababu maisha ni safari, kila mtu ana kituo chake. Yamkini huyo dada ndo kashafika mwisho na anataka kushuka na mizigo yake. Wewe endelea na safari. Watu wengi wanalazimisha watu washuke vituo ambavyo sio vyao. ukiona mtu anataka kushuka kwenye maisha yako, yaani anakupunguza, jua kwamba huyo mtu ameshafika kwenye kituo chake. Acha kulazimisha mambo. Maisha ni kama safari, na maisha ni kama daladala. Abiria mmoja akishuka, mwingine anatakiwa apande, akave ile siti ambayo aliyeshuka. Sasa ndugu yangu, kama ulikuwa na mpenzi akakuacha njiani, <laughs> Wanachotaka kufanya ni kuendelea na safari. Mbele ya safari utapandisha abiria mwingine.